Tumeanza kujenga nyumba za gharama nafuu, tutahakikisha tunajenga nyingi zaidi, na mpango wetu ni kuzijenga nyumba elfu kumi Unguja na Pemba, tuweze kuhakikisha watu wanapata makazi mazuri kwa gharama nafuu. Kwa hivyo tutaliendeleza hili na tumeshaanza kama mnavyoona, shirika la nyumba limeanza na shirika letu la ZSSF nao wameanza kujenga, lengo ni kuziongeza, na serikali tumeshaanza kuweka fungu maalum katika bajeti ili tuweze kuongezea na zile tutakazokuwa tunakopa kujenga nyumba za gharama nafuu kwa ajili ya wananchi Unguja na Pemba. Ni vile vile, hapa kuna wakulima wa karafuu. Kwa sehemu kubwa, zao letu la karafuu limekuwa likipata changamoto kwamba mashamba haya hayatunzwi haya vizuri, na sababu ya kutotunzwa vizuri mashamba ilikuwa ni kwamba mtu huna uhakika. Kuna watu wanaeka shamba zilizaeka, lakini ikifika wakati wa msimu serikali inachukua kuwakodisha watu wengine, jambo ambalo wakulima wale wakawa hawayatunzi. Sasa tunasema tumeshaanza na tutaendelea wale wote wenye mashamba yale tutawapa hati miliki yawe yao, yawe yao wao, wayatunze wazalishe karafuu kwa wingi zaidi, na wakitangulia mbele ya haki, watoto wao warithi. Hiyo ndiyo njia pekee ya kuwawezesha wakulima wa karafuu, lakini ndiyo njia pekee ya kuongeza uzalishaji wa zao la karafuu katika nchi yetu. Hayo tutayafanya tumeshayaanza, na kuna hakuna wasiwasi kwamba chama cha mapinduzi kikiendelea kushika dola, hayo yote yatatimia kwa asilimia mia moja. Katika hili ndugu zangu, sote ni mashahidi. Kila barabara katika nchi yetu inajengwa iwe barabara kuu iwe barabara za ndani. Tutaendelea kuimarisha ujenzi wa miundombinu. Na nataka nichukue fursa hii nikualikeni ndugu zangu mlioko hapa na wananchi wengine mnaotusikiliza. Mwezi huu tarehe 25 tutazindua rasmi ujenzi wa airport ya Pemba na barabara ya kutoka Chake kwenda Mkoani. Barabara kutoka Chake kwenda Mkoani ni, ni changamoto kubwa ambayo sasa imeshapata ufumbuzi. Tarehe 25 na mkabidhi mkandarasi aanze kazi kufanya ujenzi wa barabara hii. Uwanja wetu wa ndege wa Pemba unakuwa sasa wa kimataifa, sio uwanja wa ndege ndogo ndogo. Ndege za kutoka Ulaya zikashuka zikashuka moja kwa moja Pemba. Tukifanya hivyo maana yake tutaleta uwekezaji, tutaleta utalii, uchumi wa Pemba utapaa. Tunaomba mtupe ridhaa yenu miaka mitano ijayo, haya tuyafanye, na hatusemi kwa nadharia, tunasema kwamba tarehe 25 mwezi huu, na wakabidhi wa kandarasi wa airport wa uwanja wa ndege, na wakabidhi wakandarasi wa barabara Chake Mkoani.